Hi guys. Bamutu badiko. Leo tunapika rara oktopusi, na kama mnavyoona tunatumia bidada octopusi. Oktopusi kwa Kiswahili tunamwita pweza, yake sawe. Na huyu nimemtenganisha miguu pamoja na kichwa, kila mguu uko solo. Na hatua yetu ya kwanza ni kumpressure cook pweza wetu. Tutaweka kwenye pressure cooker, tutaweka na ginger garlic paste yetu. Kama mnavona, tutaweka garlic powder, tutatia onion powder. Na viungo vyetu vyote tunavyotumia leo vimetoka Rara's flavor, sawe, the best of the best. Hapo tumetia lemon and herb, alafu tutaweka na aroma fish, kiungo pendwa cha any seafood bamoto. Tutaweka na ajinomoto kwa ajili ya ku enhance flavor, na mwisho kabisa tutamalizia kwa kuweka dawa ya chakula aka

Na hapa tunaweka robo kijiko cha chai cha chumvi. Tutaweka na kikombe kimoja cha maji kisha tutatumia mwiko wetu tutakoroga vizuri just like so. Kisha tutafunika pesha kuka yetu na kuacha octopus wetu aive kwa dakika 30, aka half an hour, aka nusu saa. Bado sasa jamani tutatoa mvuke kama mnavona inabidi kidogo ukae mbali. Na pweza wetu anafanana hivi. Hii supu na kama nimempa dadiji kidogo sijui mambo ya kufuta kiume. Yes. Kwa hiyo octopus tutamtenganisha Sawa eh, minofu pembeni, supu pembeni, ili tuweze kuendelea. Hapa tunaandaa marinade yetu, na tutaanza kwa kuweka aroma fish nusu kijiko cha chai. Tutaweka aroma lemon and herb, nusu kijiko cha chai. Garlic powder nayo nusu kijiko cha chai. Onion powder nayo, tutafanya hivyo hivyo, kila kitu tunaweka nusu kijiko cha chai. Hapa na mnyama wetu anaitwa rara special combo unyama, na robo nayo tunaweka nusu kijiko cha chai ikifuatiwa na maji ya limao, alafu tunamalizia na, na mafuta kwa sababu pweza wetu hana mafuta, lazima tumpe msaada yes. Baada ya hapo tutachukua kijiko tutakoroga vizuri, na hapa kama marinade yetu ya kumpaka pweza wetu kako tayari. Sasa ile minofu yetu ya pweza nimeshaitia kwenye fimbo ya mshikaki, nimekunja ile miguu yake just like so, nimepata mishikaki miwili, na hapa ninachoenda kufanya ni kuipaka hii mishikaki ile marinade ambayo tumetengeneza. Tutapaka upande wa kwanza kisha tutageuza kama hivyo na kupaka upande wa pili. Baada ya hapo tutaweka mishikaki pweza pembeni na kuandaa jiko letu. Nitawasha grill yangu na ikisha pata moto nitaenda kuiwekea foil kama hivyo. Nita spray mafuta kwenye foil na ninafanya hivyo ili mishikaki yangu isishike. Jamani, muda wa kuonja.